Zaidi ya mwezi mmoja baada ya kurejea kwake kisiri, kiongozi wa upinzani katika bunge la kaunti la Wajir Yusuf Hussein hatimaye amevunja kimya chake. Hussein anasema kisa chake cha kutekwa nyara miezi sita iliyopita kilianza mara baada ya yeye pamoja na wawakilishi wadi wengine kukataa pendekezo la bajeti ya serikali ya kaunti. Anadai hazikupita siku nyingi, alialikwa kikao cha kamati ya usalama ya kaunti, lakini kikao hicho kiligeuzwa kuwa mahojiano ya kutisha yaliyomsababishia hofu. Kisha kuliandaliwa mkutano wa faragha kati ya maafisa waandamizi wa usalama na gavana wa kaunti Siku kabla ya kikao cha upatanishi jijini Nairobi, Yusuf Hussein alitoweka. Anasema alitekwa nyara kwa kishindo na wanaume waliovaa mavazi meusi na barakoa katika barabara ya Enterprise Nairobi, kisha alizuiliwa kimya kimya kwa miezi sita. Mwezi jana alitupwa kisiri nje ya nyumba yake.

MCA huyo sasa anataka kaunti ya Wajir iwajibike, huku maswali kuhusu aliyehusika na utekaji nyara huo yakiwa hayajapata majibu. Hadi sasa serikali ya kaunti ya Wajir haijatoa kauli kuhusu tuhuma za Yusuf Hussein, lakini yeye anasisitiza halikuwa tukio la bahati mbaya bali ujumbe maalum wa kisiasa. Utrikutene. David Kagina, K24, Nairobi.